Mwanaume itakapotokezea umekaa kitako kwa muda mrefu, yani inamaanisha zaidi ya dakika thalathini haukunyanyuka hata mara moja, basi itakapotokezea umenyanyuka, basi hakikisha unapiga mchura. Piga mchura, usisubiri kupigishwa mchura. Piga mchura. Kupiga mchura ina faida kubwa sana kwa kuoa. Faida kwa kwa ya kwanza ni kwamba itakwenda kukuzuia wewe kupatwa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Kumbuka kwamba, mba ya kwamba mtu ambaye amekaa kitako kwa muda mrefu automatically kuna mkandamizo unajitokeza katika sehemu zake za siri, katika makalio yake, na ule mkandamizo unakwenda kuzuia damu isitembe uzuri na hata katika ume damu haitoingia uzuri, ina maana kumbuka kwamba damu inaposukumwa katika ume inakwenda na nutrient, na virutubisho pamoja na hewa ambayo inakwenda kuongeza afya. Sasa kama utakuwa unakaa kitako kwa muda mrefu, mara kwa mara, maofisini makazini, basi automatically na supply ya damu yako katika ume inakuwa ni dhaifu, na hata ume wako unakosa nguvu, na ndio maana unakumbwa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Unapopiga mchura itakusaidia damu kusambaa kwa nguvu katika ume wako, lakini pia hata kama muda mrefu damu haikusukumwa basi, unapofanya unapofanya kwa mchura, ina maana inaingia kwa, ina, ina kwa spidi na umo wako unakwenda kwa hali nzuri iyo, na maana hiyo itakusaidia wewe na kukinga wewe kuwa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Lakini kama utakuwa unajaribu mara kwa mara, lakini bado unakuta changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume haiondoki, basi unaweza kuchukua na bango, kuchukua na bango, nikakupa mwongozo wa supplement tiba pamoja na program ambazo zitakusaidia uweza kuondokana changamoto yako. Karibu sana.